Mkufunzi si, wa klabu ya Ubuntu FC Gilbert Lewa ana anaimani kwamba timu yake itamaliza nafasi ya, na ya tano bora kabla ya msimu kukamilika. Akizungumza kwa njia ya kipekee na Kipenga KFM, cha Coco FM, kocha huyo amekiri kwamba alipata mafunzo bora zaidi ambazo zitamsaidia pakubwa kunoa klabu hiyo kuelekea mbele. Si malengo yetu ni tumalize top 5 top 5 tung'ang'ane, tumalize top 5. Mm. Ikishindikana top 5 tusishuke 7, 5, 6, 7, apo tosha. Jipange mm -hmm, msimu ujao, kwa sababu already hu msimu tushateleza. Jipange mm -hmm, msimu ujao tuone tuta Tuenda vipi division 1? Vile vile kocha huyo akitaka shirikisho la soka kaunti ya Kilifi kujukumika hapa kubwa kusaidia wakufunzi wengi kupata mafunzo zaidi katika taaluma yao ya soka. Federation ya Kilifi yo ndo nafaa kusukuma masomo mafunzo aje huko. Bt kama chairman wetu hata asukuma mafunzo yaje huko. Bado tu itabaki hivyo hivyo. No, naona kaunti zingine zinangang'ana sana kwa sababu Unasikia una vibaa umetoka Kilifi mpaka Nairobi, umeenda soma CAF D Nairobi mm, na of which Kilifi iko na federation pia, so chamani wetu wang'ang'ani aletea mafunzo huku, ndo hawa ma local coaches, inakuwa rahisi, kwa sababu ukienda Nairobi kuna utalipia alafu kuna mahali kwa kulala kwa hizo 10 days takuwa more expensive, lakini akiogoneza kama kwa mfano Malindi. Malindi ni mahali kwa mia mbili, unaweza tafuta hata rafiki yako mkakaa nyote mahali. Kulingana na mchezaji wa klabu hiyo Ali Mwakayula amesema kwamba alitatizika pakubwa baada ya kuondoka kwa kocha huyo kwa mafunzo hayo ya wiki mbili huku wakisema kwamba watajizatiti kuhakikisha kwamba wanamaliza vizuri msimu huu. Tukienda game tunakosa mtu wa kutulid pale kwa touchline, sasa pia ni inatu affect. Sahii timu iko strong, tuko na power though, tuko na injuries lakini wachezaji wa, wanajituma kwa zoezi na tutajitolea na matokeo yatakuwa mazuri. Kwa sasa mi favorite yangu ni Kariobangi Klabu ya Ubuntu kwa sasa inashikilia nafasi ya tano kwenye jedwali la ligi kuu divisheni ya pili wakiwa na alama 52 baada ya kufunga klabu ya Shimanzi magoli mawili kwa bila mwishoni mwa juma. Nikiripotia kwa Coco FM kutoka uwanja wa Mkoroshoni, kaunti ya Kilifi. Mimi naitwa Kakajap Ju, ukiwa na mdabas unaniita John Paul na nimetoka